Habari za saisi. A, habari za Misri. Kwanza wale wote, tumefurahi sana kuona tumepokelewa namna hii. Tangu tumeanza kampeni zetu hizi kwenye michuano ya kimataifa hatujawahi kupata mapokezi ya namna hii ya kigoma, na sisi ni watu hizi shughuli za kigoma kigoma. Kwa hiyo hapa ni kama tuko airport ya Julius Nyerere. Tumefurahi sana na asanteni sana kwa sapoti yenu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu, kazi ya tarehe mbili ya mwezi huu wa nne. Niseme tu ya kwamba sisi hatutakuwa wengi kama wao Al Masry, lakini kwa udogo wetu tunaweza kupambana na tutapata matokeo mazuri. So, no, so, kwa hiyo tujiandae kwanzia sasa, tuhamasishane kwa wale wengine ambao bado hawajafika hapa. Tarehe mbili tukutane pale uwanjani twende kwa udogo wetu huo huo, tukawashangilie wachezaji wetu waweze kupambana, tutimize malengo yetu ya kuvuka hatua hii na kwenda hatua ya nusu fainali. Na uzuri ni kwamba tukifanikiwa kumng'oa Almasiri, tutarudi tena hapa kuja kuhangaika na Zamali <tune> tena hapa kwenye mechi ya hatua ya nusu fainali, na mnafahamu ya kwamba tumebaki peke yetu hivi sasa anu, sahihi. hii bendera ni Simba Sports pekee ndiyo ambaye ana haki ya kuitumia hivi sasa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo, sahihi. Tuna kila sababu ya kujivunia, tuna kila sababu ya kutamba, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu bendera hii itasimama hapa katika nchi ya Misri, na heshima ya Simba itaandikwa hapa katika nchi ya Misri. Nichukue nafasi hii tena kuwapongeza wote ambao mmekuja, lakini kwa kipekee kabisa ni kushukuru balozi na timu yako yote kwa maandalizi na mapokezi mazuri. Tumefika hapa airport, hatujapata hey, changamoto ya aina yeyote. Tumekuta utaratibu mzuri baada kushuka mege, ya kushuka tu kwenye ndege tukamkuta balozi akiwa ndani na watu wake, wametupokea na wametupitisha katika njia zote kwa urahisi na kwa haraka kwelikweli. Balozi, kwa niaba ya pokea sana shukrani zetu, tunashukuru na tujiandae na vita yetu ya tarehe mbili. Asante sana.